Ni siku ya Ijumaa tarehe 14 mwezi wa Novemba mwaka 2025. Hii ni tatu kavu ya asubuhi hii ya leo. Mimi naitwa Rastu Sendu lakini niko hapa na Yohana Mashauri. Habari ya asubuhi? Salama, mambo vipi? Safi tukwema kwema? Kwema. Na kwenye tatu kavu leo tupo na gazeti la Taifa Tanzania, gazeti la Uelekeo pamoja na gazeti la Majira. Sawa, tuko na washirika wetu ambao ni Kaizali Building Matio ambao wao ni wasambazaji na wauzaji wa, wa vifaa vya ujenzi. Wanapatikana uwanja wa Jamhuri Dodoma lakini pia unaweza ukawafuata kupitia nambari zao za simu 0762771159 au 0769771165. Wapigie zaidi ili uweze kufahamu mambo yote ambayo yanahusiana na, na vifaa vya ujenzi moja kwa moja. Tuanze na gazeti ya Taifa Tanzania. Habari inasema wabunge wamwelezea Dr. Mwiguru Eh, habari inapatikana ukurasa wa pili wa gazeti hili nasema, wanadai ataweza kuendana na kasi ya ilani ya CCM. Lakini je, si hilo ndiye spika ajaye baada ya Zungu? Hilo ni swali ambalo limewekwa katika gazeti la Taifa Tanzania na lipo ukurasa wa pili. Lakini Ruto asifia ubunifu wa wajasiriamali kutoka Tanzania, habari hii pia unaipata kwenye gazeti hili la Taifa Tanzania. Katika gazeti la Majira, habari inasema Samia adhihirisha ni profesa wa siasa amteua Mwigulu kuwa waziri mkuu wa bunge, wa msifu kwa kuteua jembe mwenyewe. Aonya wala rushwa wazembe serikalini, habari hiyo utaipata katika ukurasa wa nne. AG Mwigulu kiongozi mchapakazi mwenye bidii e, lakini pia polisi wamshikilia anayedaiwa kuhamasisha uhalifu. Hayo yote tayapata katika gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Upande wa kavu ya tatu kutoka gazeti la Uelekeo, naona hapa habari inasema Dr Mwinyi ateua baraza la mawaziri. Habari hii inapatikana katika gazeti hili, kwa hiyo unaweza ukajipatia nakala ya gazeti la Uelekeo alafu kisha ukasoma kwa undani zaidi. Lakini Daniel Silo achaguliwa naibu spika wa bunge. Lakini habari nyingine inasema Dr Samia kuzindua rasmi bunge la kumi na tatu. Habari hii pia unaipata kwenye gazeti la Uelekeo. Jipatie nakala ya gazeti hili, basi utasoma kwa undani zaidi. Kwa zaidi ya miaka 30, Kaizari Building Materials wamekuwa wakisambaza, lakini pia wakiuza vifaa vya ujenzi, na wanahakikisha kwamba ubora wao na kuhakikisha pia bidhaa zao zinakuwa ni za samani zaidi. Unaweza ukawapigia simu kupitia namba 0769771165 au 0762771159 wenye wako uwanja wa Jamhuri Dodoma, kwa zaidi wapigie simu ili uweze kufahamu mengi kuhusiana na vifaa vya ujenzi. Na sasa tuhamie upande wa michezo, kutoka gazeti ya Taifa Tanzania inasema e, mbunge wa Muheza, Tanzania imepata waziri mkuu mpenda michezo, lakini Yanga yaanzisha Yanga Soccer School kuzinduliwa kesho. E, tumeiona hii pia, lakini taarifa nyingine nasema Ahmed Ali Arusha jiwe gizani na kocha JKT Queens alalamika waamuzi ligi ya mabingwa Afrika. Habari hizi zote tunazipata katika gazeti la Taifa Tanzania, upande wa michezo. Yanga yaanzisha shule ya soka Dar es Salaam, kuzinduliwa rasmi kesho, kujiunga ni laki sita. Lakini pia Taifa Stars Kuwait, mechi ya rekodi kesho. Hayo yote utayapata katika gazeti la Majira upande wa michezo na burudani, tukihitimisha na gazeti la Uelekeo upande wa michezo nasema Jeruti basi la Simba linakuja, adai atatimiza kila ahadi aliyoweka, lakini Yanga yaja na soka school. Habari hii pia tumetoka kuiona, lakini JKT Queens yaibana Asec Mimosas, ni katika ligi ya mabingwa upande wa wanawake. Hivyo ndivyo tunamaliza kwenye gazeti la Uelekeo. Hayo yanahitimisha magazeti kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Erastu Sendu, lakini niko hapa na Yohana Mashauri. Bila kusahau tulikuwa na Kaizari Building Material ambao wao ni wasambazaji na wauzaji wa vifaa vya ujenzi kwa takriban miaka 30, wakihakikisha kwamba wanatoa huduma bora kwa jamii. Ukitaka kuwafikia, wapo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia wanapatikana kwa nambari ya simu 0762771195 au 0769771165. Mimi naitwa Erastus Sendu lakini pia nilikuwa hapa na Yohana Mashauri. Endelea kufuatilia vipindi vingine vinavyoendelea hapa hapa Open Online Media.